TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA inahakikisha usalama afya kwa taifa taifa. Maisha kwanza ah, na TMDA. TMDA, Afya bora kwanza na bora kwanza na, TMDA, na TMDA. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii, ni siku nyingine tena, mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia, TMDA inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji vijulikanavyo kama TMDA na jamii. Lengo la vipindi hivi ni kukujulisha au kukujuza, lakini pia kukuhabarisha mambo mbalimbali mbali ambayo TMDA inatekeleza kwa lengo la kulinda afya yako, kulinda afya ya jamii. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Simwanza, na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya TMDA na jamii, katika kipindi chetu hiki huwa tunakuwa tuna mada maalumu ambayo tunakuletea, ili kwa pamoja tusafiri pamoja, ili mwisho wa siku uwe umepata kitu au umeshajifunza kitu kupitia vipindi vyetu vya uelimishaji vijulikanavyo kama TMDA na jamii. Kumbuka TMDA ina mkakati mahususi kabisa wa kutoa elimu kwa wananchi, kwa makundi mbalimbali mbali, kwa jamii, ili wewe, mimi na mtu yeyote aweze kupata elimu ni namna gani anaweza akashiriki katika masuala mazima ya kulinda afya ya jamii. Kumbuka jukumu la kulinda afya ya jamii ni jukumu letu sote wewe mimi na mtu yoyote ambaye anaishi katika nchi ya Tanzania ana jukumu la kuhakikisha kwamba anashiriki katika kulinda afya ya jamii. Kwa siku ya leo, TMDA na jamii imetia nanga katika mkoa wa Iringa, ambapo tunakutana na wadau muhimu sana. Wadau hawa ni wafanyabiashara katika eneo la Iringa mjini, ambalo linajulikana kama Masai market hapa tunakutana na wafanyabiashara ambao nao wanapata elimu juu ya masuala mazima ya matumizi sahihi ya bidhaa za dawa na vifaa tiba. Ungana nami afya bora kwanza na TMDA. Kwanza ongereni kwa majukumu, kama alivyosema afisa maendeleo, tunatokea mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA, na mamlaka ya dawa na vifaa tiba ni taasisi ya serikali, ni wakala wa serikali ambaye yuko eh, chini ya wizara ya afya, na kazi yake kubwa ni kusimamia au kulinda afya ya jamii. Jamii inatugusa sisi wote, na kazi hii inahusisha kusimamia au kudhibiti ubora, usalama na ufanisi wa dawa, vifaatiba pamoja na vitendanishi. Vifaatiba labda nituseme vifaatiba ni kitu gani. Vifaatiba ni vitu ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuwezesha matibabu kwenye hospitali zetu za afya eh, kwenye hospitali zetu Uh, vituo vya afya zahanati za na hospitali kwa mfano, kuta kuna gloves kule, bandages na vitu vingine ambavyo tunatumia kwa ajili ya kuwezesha matibabu vile tunaviita vifaa tiba. Lakini, tuna eneo lingine linaitwa vitendanishi. Vitendanishi ni vifaa ambavyo tunatumia kwa ajili ya kufanya chunguzi za magonjwa katika maabara za afya. Kwa mfano, tunaenda hospitali kupima malaria. Tutachukua sampuli ya damu si ndio? Kuchukua sampuli ya damu kuna vifaa ambavyo tunaweka ili kubaini kwamba labda una malaria au labda una, uh, una matatizo labda uh, tuseme labda UTI labda au ni typhoid. Tutachukua sampuli ya mate, tutaweka kwenye kifaa, tutatumia uh, kemikali tunaziita reagent ambazo zitatupa majibu. Zile tunaziita vitendanishi. Yaani, vitendanishi tunapimia sampuli za uh, mgonjwa lakini nje ya mwili. Vifaa tiba vinatumika kuwezesha matibabu lakini bidhaa zote hizi ni bidhaa ambazo ni muhimu kwenye matibabu. Hatuwezi kufanikisha matibabu ya mgonjwa pasipo kuwa na vitu hivi, hatuwezi kupima bila kuwa na vitendanishi, hatuwezi kupima bila kuwa na vifaa tiba. Lazima tupate sindano kwa ajili ya kuchukua sampuli. Vivyo hivyo kwenye bidhaa nyingine, tuna vifaa tiba eh, vingine ambavyo tunatumia kwa ajili ya kubebea sampuli ili kuwezesha matibabu. Kwa hiyo vyote hivi ni bidhaa ambazo mamlaka ya dawa na vifaa tiba au TMDA inasimamia katika kuhakikisha kwamba bidhaa hizi zinakidhi vigezo vya ubora, usalama lakini pia <coughs> utendaji kazi. Lakini sasa hizi tumekutana sisi tukiwa kama watumiaji wa bidhaa, na nia ni moja tu, kwa ajili ya kuzungumza masuala muhimu ya udhibiti wa bidhaa hizi, lakini sehemu kubwa sana ni kuzungumzia matumizi sahihi ya bidhaa hizi, ambapo sisi kama watumiaji tunatakiwa tuzingatie mamlaka ya dawa na vifaa tiba kama nilivyosema inafanya kazi mbalimbali mbali, kufanya ukaguzi katika maeneo yanayotunza yanayofanya uh, usambazaji lakini pia katika maeneo yanayoendesha biashara ya bidhaa za dawa vifaa tiba pamoja na vitendanishi kwenye kwenye kwenye maduka ya dawa, kwenye maduka ambayo ya vifaa tiba kwenye, eh, kwenye magala ambayo anatunzia, lakini yote ni kuhakikisha kwamba bidhaa zilizoko kule zinakidhi vigezo vya ubora na usalama, lakini pia eh, mamlaka ya dawa na vifaa tiba inasimamia uingizaji na uh, utoaji wa bidhaa hizi kutoka nje ya nchi au kupeleka nje ya nchi, na hivi utakutana katika vituo vya forodha au katika mipaka, tuna wakaguzi ambao wanahakikisha kwamba bidhaa zinazoingia ni zile zilizokidhi vigezo vya ubora na usalama, lakini pia wanaangalia zile zinazotoka kwenda nje ya nchi, zote ni zile ambazo zimekidhi vigezo vya ubora na usalama. Lakini pia mamlaka inasimamia uh, uzalishaji katika viwanda. Mtu yote ambaye anuia kuzalisha hizi dawa au vifaa tiba au kuna kiwanda ambacho kinazalisha hizo bidhaa, basi mamlaka ina kazi ya kukagua, kuhakikisha kwamba mifumo ya utengenezaji haiathiri ubora wa bidhaa na hivyo kuhatarisha afya za watumiaji. Na e, viwanda ambavyo tunavisimamia ni viwanda vile vinazalisha dawa au vifaa tiba hapa nchini, lakini pia hata vile vinazalisha nje ya nchi, lazima kama mamlaka tuna wajibu wa kwenda kukagua, kujiridhisha na mifumo yote ya uzalishaji kabla ya kuruhusu bidhaa zinazozalishwa kule kutumika hapa nchini lakini pia mamlaka ya dawa na vifaa tiba inasimamia majaribio ya dawa pamoja na vifaa tiba. Bidhaa hizi zinafanyi, zinafanyia majaribio kabla ya kuwafikia watumiaji katika hatua mbalimbali katika maabara katika wanyama, lakini pia kuna hatua ambayo inahusisha watu. Kwa hiyo inapofika kwenye eneo watu wanataka kufanyia majaribio, basi mamlaka ya dawa na vifaa tiba inasimamia kuhakikisha kwamba taratibu zote zinazingatiwa na taarifa zinazotokana na madhara yanayotokana na majaribio ya dawa au kifaa tiba kile basi hapa nchini inapata taarifa na kuzifanyia tathmini, ambazo zinasaidia kwenye kuamua kuruhusu au kutokuruhusu dawa hizi kutumika hapa nchini, pale ambapo zinakuja kwa ajili ya kuingizwa katika soko la Tanzania. Lakini zaidi ya yote, mamlaka ya dawa na kifaa tiba au TMDA ina jukumu la kutoa elimu kwa watumiaji wa bidhaa, ili kwanza kujua wajibu wao katika eneo la kuhakikisha matumizi sahihi, lakini pia eh, jukumu e, kutoa elimu sahihi ili watu waweze kufanya maamuzi wakati wanatumia au wanaponunua bidhaa hizi tunazosimamia. Na kwa muda huu kidogo, tutaangalia matumizi sahihi ya dawa pamoja na vifaa tiba, lakini pia tutaangalia namna ya kutoa taarifa za maudhi au madhara yanatokana na matumizi ya dawa pamoja na vifaa tiba. Sasa tunapozungumzia matumizi sahihi, lakini zaidi tutajikita kwenye eneo la vifaa tiba, najua ni eneo ambalo e, ni pana lakini pia ni geni kidogo ukilinganisha na maeneo mengine kama nilivyosema, vifaa tiba ni bidhaa ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuwezesha matibabu kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma pamoja na eh, eh, vituo vyetu vya kutolea huduma za afya kama hospitali zahanati, vituo vya afya na hizi bidhaa ni bidhaa ambazo ni muhimu. Vifaa tiba viko vya aina mbalimbali, kuna vifaa tiba vile vidogo, lakini kuna vifaa tiba vidogo tulivyozungumza, kama nilivyosema mwanzoni kama eh, mikasi, nyuzi za kushonea, lakini pia kuna vifaatiba vikubwa kama eh, x-ray zile, ultrasound, MRI, zote hizo ni kundi la vifaatiba, lakini kuna vifaatiba vile ambavyo vinatumika katika eh, katika matumizi ya kila siku, kwa mfano tuna eh, mipira ya kiume, mipira ya kike kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini tuna vifaatiba vingine ambavyo kama tunatumia kwa ajili ya watoto Yani, uh, nepi za watoto au daipa tumezoea kuzita Pampers. Lakini pia tuna uh, taulo za kike, hizo ni bidhaa za vifaa tiba ambazo matumizi yake ni ya kawaida na yapo kwa wingi, lakini pia katika eneo hilo, ndio maana tunasisitiza pia matumizi sahihi ya vifaa tiba. Matumizi sahihi ya vifaa tiba kama tulivyosema, yanahusisha mambo mbalimbali. Matumizi sahihi ya vifaa tiba yanahusisha mambo mbalimbali moja ni kuzingatia maelekezo ya matumizi ya vifaa husika, na maelekezo ya matumizi yapo kwenye taarifa za kifaa. Kifaa chochote kifaa tiba kinaelekeza matumizi ya kifaa husika. Kwa mfano tunaposema labda mipira ya kiume, labda inaelekeza kwamba namna ya kutumia, lakini pia kuna maelekezo mengine, maangalizo kwamba unapotumia labda usitumie vitu eh, fulani fulani, usiongeze vitu fulani fulani, kihifadhi katika mazingira eh, ambayo yanapigwa na mwanga moja kwa moja wa jua. Na hayo ni maelekezo ambayo tunapewa katika matumizi sahihi ya vifaa tiba. Kwa hiyo sisi kama watumiaji, tunatakiwa tuzingatie kwamba unapoambiwa hifadhi eh, au tunza kifaa chako katika mazingira fulani, uzingatie maelekezo ya matumizi kwa kuzingatia eh, maelekezo ya uhifadhi, lakini pia matumizi sahihi ya bidhaa hizi yanahusisha pia kuzingatia eh, ukomo au mwisho wa matumizi ya bidhaa, tarehe ya kuisha matumizi. Najua watumiaji wengi wa bidhaa hizi, kama ilivyo kwa bidhaa zingine, hatuzingatii au hatuna utaratibu, utamaduni wa kusoma tarehe ya mwisho wa matumizi ya bidhaa. Hiki ni kitu ambacho ni muhimu sana. Lazima tunapotumia hivi vifaa tiba tuhakikishe kwamba tunasoma tarehe ya mwisho wa matumizi ili basi tunapotumia kisituletee madhara au maudhi kutokana na kuisha kwake matumizi au kisilete e, mat, matokeo ambayo yanayokusudiwa. Lakini kuna eneo lingine la matumizi sahihi ya vifaa tiba ni kuhakikisha e, kwamba tunatumia vifaa baada ya kupata ushauri wa wataalamu, hususan kwenye baadhi ya vifaa kama vile ambavyo tunavyovitumia kwa ajili ya e, kukinga au vile ambavyo tunatumia kwa ajili ya uzazi wa mpango. Najua mnafahamu vingine tuna vifaa tiba ambavyo tunatumia kwa ajili ya uzazi wa mpango, wale vijiti, vitanzi, nafikiri mnafahamu wengine, kina mama. Kwa hiyo pia eneo hili ni kwa kuhakikisha kwamba kabla ya kutumia unaenda kuonana na mtaalamu upate ushauri, ndipo utumie vifaa e, tiba hivyo, namna kuviweka, na pia e, e, hali yako ya kiafya kabla ya kutumia hizo bidhaa. Kwa tuna kesi ambazo tumesikia watu wanaenda kwenye maeneo, kwenye maduka ya dawa muhimu, wanaenda kuweka vitanzi, wanaenda kuweka vijiti. Hayo ni matumizi e, hayo ni matumizi yasiyo sahihi ya, sahihi ya vifaa tiba. Lakini pia tuhakikishe tunapata hizo huduma katika maeneo ambayo ni rasmi, ili basi tuweze kupata ushauri vizuri wa namna gani tunatakiwa tutumie vifaa hivi. Eneo la pili tuangalie namna ya kutoa taarifa za maudhi au madhara yanatokana na matumizi ya dawa au vifaa tiba. Lakini zaidi tunasema kwenye eneo la vifaa tiba, mara nyingine unaweza ukatumia kifaa tiba ukapata maudhi au madhara labda ulitumia e, taulo ya kike ukapata miwasho labda, au ukapata mapele au ukapata na hali ambayo sio ya kawaida, au umetumia mipira ya kiume labda kwa mfano, au mipira ya kike labda, ukapata maudhi labda kama nilivyosema, ukapata hali isiokuwa ya kawaida, unatakiwa utoe taarifa TMDA, au umewekewa kifaa tiba labda e, umewekewa kitanzi au nini, ikatokea shida ambayo sio ya kawaida wakati unatumia au baada ya kutumia kifaa kile, tunatakiwa tutoe taarifa TMDA. Na taarifa hizi zinatusaidia katika kuhakikisha kwamba tunasimamia ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa hizi, kwa sababu inawezekana ikawa madhara umeyapata kutokana na mzio allergy, au inawezekana ikawa madhara umeyapata kutokana na uh, ubora au utendaji wa kifaa husika. Lakini pia unapotumia kifaa tiba akikuleta matokeo yaliyokusudiwa, pia tunatakiwa tu report kwamba nilitumia kifaa X lakini hakijaleta matokeo ambayo tulikuwa tunatarajia. Sasa e, tunapo ripoti, tunatakiwa tutoe taarifa kupitia njia mbalimbali. Tuna njia mbili kubwa za kutoa taarifa. Njia ya kwanza, njia ya kwanza ni kwa kutumia e, simu bila malipo kwa kupiga simu moja kwa moja kwa kutumia namba yetu ya bure kwenye peperushi hapo nyuma kuna namba ambayo imeandikwa sifuri nane sifuri sifuri moja moja sifuri sifuri nane nne imeandikwa simu bila malipo. Hiyo ni namba ya moja kwa moja ya TMDA ambayo TMDA imeshagharamia unaweza kupiga simu ukafuata maelekezo ya kuongea na mtoa huduma wetu, basi utasema mimi ni fulani, nimetumia kifaatiba au ee, dawa ikaniletea madhara haya basi sisi TMDA tutafuatilia kupitia mifumo yetu ya ufuatiliaji, ili kujua chanzo cha madhara, kwa nini umepata madhara yake, na tutachukua hatua kwa mujibu wa sheria kuangalia kama chanzo ni dawa au chanzo ni mwili wa mtumiaji. Basi tuta, e, utapa, utapata msaada na vile vile tutachukua hatua kwa mujibu wa sheria kwa lengo la kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe unapata msaada, lakini pia tunawasaidia watumiaji wengine wasiingie kwenye hiyo kadhia au shida ambayo pia wewe mtumiaji umeipata. Eneo la pili ni kwa kutumia ujumbe mfupi wa maandishi ambao tunatumia eh, menyu ile ya nyota 152 nyota 00 alama ya reli nyota 152 nyota 00 alama ya reli. Hiyo ni namba maalum ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Ukitumia utaona huduma za serikali, lakini kwenye huduma eh, za serikali utachagua afya. Afya itakupeleka TMDA, itakwambia ripoti madhara. katika kuripoti madhara ina maelekezo ya eh, madhara ya dawa au vifaa tiba, kwa hiyo utachagua kama ni dawa au kama ni vifaa tiba. Kama nilivyosema utachagua ni vifaa tiba, utajaza taarifa, zitakuuliza maswali machache, na ukimaliza basi zile taarifa zinakuja moja kwa moja TMDA, na sisi tutafanya uchunguzi na ufuatiliaji kujua chanzo cha madhara, lakini pia kuchukua hatua ili kukusaidia wewe uliyepata madhara, lakini pia kuwasaidia watumiaji wengine wa bidhaa. Basi kwa ufupi, hiyo ndio ilikuwa sehemu kubwa ya mada yetu, kwamba tunaangalia matumizi sahihi ya bidhaa za vifaatiba kwa lengo la kulinda afya zetu sisi kama watumiaji, kwamba kuna maelekezo au kuna mambo ya kuzingatia wakati tunatumia bidhaa zetu za dawa lakini vifaatiba, lakini tumejikita zaidi leo katika kuangalia matumizi sahihi ya vifaatiba, lakini pia maangalizo haya haya pia tunaelekeza kwenye eneo lingine la nini la dawa, si ndio? Tunatumia dawa mbalimbali, nayo tunatakiwa tuzingatie maelekezo ya matumizi kwenye dawa za binadamu lakini pia dawa za mifugo yote tunatakiwa tuzingatie matumizi ambayo tunapewa na wataalamu. Tusitumie dawa kiolela, tusinunue dawa katika vyanzo ambavyo havitambuliki. Lakini pia pale ambapo tumetumia dawa au vifaa tiba tukapewa maelekezo hasa eh, kwenye eh, mifugo mara nyingine tunaambiwa labda ukishatumia dawa hii usitumie mazao, tuhakikishe tunazingatia, labda umeambiwa usitumie maziwa kutoka kiasi kikubwa yamekuwa akichangiwa pia na mtindo wa matumizi ya hizi bidhaa za dawa pamoja na vifaa tiba, ndio maana tunatoa elimu hii. Emano, jasiriamali, safi? Melewana, eh? Eh, basi naomba kama kuna mtu anahitaji ufafanuzi, alikuwa na swali katika eneo lote la dawa pamoja na vifaa tiba anaweza kauliza akapewa ufafanuzi tukaendelea na shughuli zetu nyingine tukaenda kuendelea na mapambano yetu ya kila siku. Inawezekana ikawa dawa labda imetengenezwa kiwango ambacho ni duni au ni bandia au eh, namna ambavyo dawa inavyofanya kazi inaweza kuathiri mwili wa mtumiaji. Hiyo ni eneo la kwanza, lakini eneo la pili tuna, eh, tuna mwili wa mtumiaji wenyewe unaweza kuwa ni sababu ya kupata maudhi au madhara kutokana na matumizi ya dawa. Kwa mfano, kuna watu ambao na mzio au allergy inatokana na matumizi ya sulfa. Nafikiri wengi hapa mnafahamu sulfa, wale walikuwa wanatumia SP zamani eh, dawa eh, da zenye uh, sulfa fansida na nyingine nyingine kipindi cha nyuma eh. Sasa kuna watu ambao wakitumia sulfa, sio si tu kwenye dawa, hata kwenye vyakula, labda kwa mfano watu wanatumia wine, kwa mtu anabaya na aleji na sulfa, akinywa aki na babuka, na sio tu dawa, hata vyakula kawaida. Kuna watu, watu, watu, watu tunatumia nyama ya ng'ombe, si ndio? Lakini kuna mtu ambaye ukimpa nyama ya ng'ombe anaweza akavimba mwili akapata shida kwenye kupumua, hata asipata matibabu naweza kupoteza maisha. Hivyo hata kwenye mbuzi hata kwenye samaki, si ndio? Hiyo ni allergy mzio. Na dawa vile vile zina viambato ambavyo vinaweza kusababisha uh, mzio kwa mtumiaji. Kwa hiyo ni mwili tu wa mtumiaji au endani na viambato vile. Lakini eneo la tatu inawezekana ikawa mchanganyiko wa vitu ambavyo ametumia mtumiaji wa dawa. Kwa mfano mtu ametumia dawa akachanganya na dawa za mitishamba, hizi dawa za mifumo hizi, kwa hiyo ule utendaji kazi ukaingiliwa au ametumia dawa akatumia na chakula kingine ambacho kinaingilia utendaji kazi wa dawa na hivyo kuleta maudhi. Kwa hiyo sisi tukifanya uchunguzi ukishabaini tunachukua hatua. Hatua ambazo za kudhibiti ambazo tunazifanya kama moja, tunaweza kufanya tukafuta usajili wa dawa na kuzuia ongezaji wake hapa nchini, ni namba tunafanya. Lakini pia tunaweza kubadilisha labda matumizi ya dawa kwa kuangalia kundi ambalo linaathiriwa na dawa. Kwa mfano SP, kama nakumbuka, ilikuwa inatumika kwenye matibabu ya malaria, lakini sasa hivi tunaitumia sana kama kinga ya malaria kwa kina mama wajawazito, au tunabadilisha kundi, au labda inaonekana labda kundi la watu fulani likitumia dawa hii linaathiriwa sana, basi unaweza kusema kundi hili lisitumie dawa hii, tukabadilisha makundi ya matumizi. Lakini eneo la pili, inawezekana ikawa shida ni ya mtumiaji. Shida ya mtumiaji, tutakupa kadi maalum ambayo inaonyesha wewe una shida na sulfa, inaitwa ADR alert card. Ukienda kupata kwa mtoa huduma yote, unamwonyesha ile kadi ili akuandikie dawa ambayo na kiambato ambacho Eh, tofauti, dawa mbadala ambayo haina kile kiambato ambacho kinakuletea nini athari. Lakini pia kama ukiona bado eh, aliyepata madhara anaweza kufungua kesi kwa mujibu wa eh, sheria ya madai na fidia, ambapo sisi kama TMDA, labda eh, taarifa zetu za uchunguzi zinakuwa tu ni ushahidi ambao utakusaidia wewe kwenye zile kesi, kwa mujibu wa ile kesi ya eh, eh, madai na fidia, ukafungua kesi ukamshtaki mtengenezaji kwa jinsi ambavyo umepata madhara, ukaomba unataka fidia kiasi gani, basi sisi kama TMDA, sehemu yetu sisi tutakuwa ni ushahidi wa uchunguzi, taarifa za uchunguzi na majibu ya maabara kuhusiana na e, usalama wa bidhaa ile. Hilo ndio ambalo tunafanya. Tusijunuli hizi bidhaa kiholela. Hizi ni bidhaa ambazo e, zinadhibitiwa, ni bidhaa ambazo zinahitaji kutumika kwa umakini wa hali ya juu. Tuachane na yale mazoea. Ukisikia kichwa kinakuuma, unakimbia unaenda kununua mseto, unafikiri ni malaria, au kichwa kinakuuma, unakimbia unaenda kununua duka la dawa, unasema labda mimi nimezoea hivi, itakuwa UTI, au ndugu yako anakwambia, nilipata dalili kama hizo, nenda kanunue dawa hii ukatumie. Tuachane na hayo mazoea, tuhakishe kwamba tunazingatia e, uta, e, ushauri wa wataalam. Nenda kamwone mtaalam, sikiliza maelekezo, kamilisha dozi vizuri, tumia kwa usahihi, ili basi usiingie kwenye shida au kwenye maudhi au kwenye athari. Eh, ambazo zinaweza kusababishwa na matumizi ya bidhaa hizi. Mtazamaji, katika kukutana na hao wadau baada ya kuwa tumetoa elimu lakini unao walikuwa na maoni yao, baada ya kuwa wamepatiwa elimu juu ya masuala mazima ya kulinda afya na tunapoongelea kulinda afya, tuliongelea masuala mazima ya matumizi sahihi ya dawa na vifaa tiba. Nao walikuwa na mchango wao. Bora kwanza na TMDA. Tumekuja kupata elimu kutoka TMDA. Kikweli nimenufaika kwa kiasi kikubwa sana na elimu hii kwa sababu imenifunza mambo mengi kama sio mawili basi matatu: ni jinsi ya matumizi ya dawa na vile vile jinsi gani tunaweza kuripoti ma mazara au vitu ambavyo vinaweza kuleta madhara kutokana na dawa ambazo mtu anaweza akawa amezitumia mfano kuna kitu ambacho nilimejifunza kikubwa ni kutokana na dawa ambazo tumekuwa sasa hivi tunawapa sana mifugo kwayo, ipata. Kwa hiyo elimu niloipata ni kwamba kwa sisi wafugaji, labda mfano kama mimi naweza kuwa mfugaji siku moja, basi ninapokuwa nafuga nawapa dawa au chanjo wanyama, basi hebu nijaribu kuwapa muda ili kuweza kuleta kutoa zile au maziwa au ile nyama ili watu waweze kula ili wasipate madhara kutokana na zile dawa ambazo nimetumia chanjo kwa wanyama. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa nimenufaika sana na elimu ya leo. Nadhani pia naweza nikawa balozi mmojawapo kwa jamii ya watu ambao wananizunguka watu wa karibu, wakapata faida pia ambayo mimi nimeipata leo hii. Eh, elimu ya leo nimeifurahia sana binafsi, kwa sababu mimi na wahudumu wenzangu itatusaidia sana kwenye kutoa elimu na kuwafikishia huu ujumbe wa ujumbe ambao tumeutoa kutoka TMDA, hasa kwenye usalama na ubora wa matumizi ya dawa, ya matumizi ya vitenganishi, pamoja na madawa mbalimbali yanayotumika kwa wanyama kwenye jamii, kwa sababu tumekuwa tunaenda kwenye jamii, unamkuta mama, unamwelimisha lishe, lakini ana wanyama wake pale. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea kutoa na hii elimu, kwa sababu itatusaidia pia kutunza afya za jamii yetu. Tunashukuru sana kwa elimu tulioipata leo, elimu kutoka mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA. Kwa upande wangu nimepata faida kubwa kwa elimu tulioipata leo, kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunaishi kwa mazoea, labda unaumwa kichwa, unaumwa tumbo, unaenda tu duka la dawa unanunua dawa unakunywa bila kupata utaratibu wa kidaktari labda lakini kwa elimu tulioipata leo nadhani imetusaidia sisi kujua kwamba kuna uhitaji uhitaji wa kupata kwanza elimu ya kidaktari kabla ya kwenda kupata dawa e, kama tulivyoambiwa madhara yake. Watu wa kansa zimeongezeka kwa spidi, nadhani inaweza kawa imetokana na utumiaji wa dawa holela. Nimefurahi kwa mafunzo tuliopata leo kuhusiana na vifaa tiba imenisaidia kujua kwamba usitumie dawa bila kupima. Mfano, kama watoto wakiumwa, huwa tunaenda hospitali, tunaenda kwenye duka la dawa, imekuwa kama mazoea, unamchukulia mtoto dawa unaenda kumpa bila kuenda kwa daktari. Kwa hilo limenisaidia na kujua kwamba kuna madhara yanatokea kupitia kutumia vitu holela ikiwemo ngombe wamechoma sindano, alafu unakamua maziwa, mnatumia bila kusubiri muda ambao unaemea na daktari. Kwahiyo kwa elimu tuliopata leo imetusaidia sana kujua mambo mengi, ni namna gani tunaweza kuwa mabalozi kwa wengine ambao hawajapata elimuhaaboraaza Mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo kwa siku ya leo ninahitimisha kipindi cha TMDA na jamii. Kumbuka kwa leo tulikuwa mkoa wa Iringa, ambapo tulikutana na wadau huu, uh, tunaambiwa ni, ni mkusanyiko wa wafanyabiashara ambao wako katika eneo linaloitwa Masai market hapa mkoani Iringa. Ama hakika umewasikia nini ambacho wao wanaondoka nacho baada ya kuwa wamepatiwa elimu juu ya matumizi sahihi ya dawa pamoja na vifaa tiba. Mimi nakushukuru wewe ambaye umeungana nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu ambapo ninahitimisha, lakini nakualika ukiwa na maoni, dukuduku au chochote kile, usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info@tmda.go.tz au kutupigia simu ya bure kabisa ambayo mamlaka hii yenyewe imeshailipia. Simu hiyo ni nambari sifuri nane sifuri sifuri moja moja sifuri sifuri nane nne. Ninayekuaga kutoka TMDA na jamii, naitwa Gaudensia Simwanza na kuambia mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA inahakikisha usalama, afya kwa taifa. Ah, maisha kwanza na TMDA, TMDA, na TMDA, afya bora kwanza